Leo tutenda kuangalia umuhimu wa kukaa katika utulivu wa Yesu Kristo kwenye changamoto mbalimbali. Umuhimu wa kukaa katika utulivu wa Yesu Kristo kwenye changamoto mbalimbali. Tunapokuwa katika dunia hii, yapo mambo mengi ambayo tunakutana nayo na katika hayo mambo magumu yapo mambo magumu ambayo ukirudi kwa Mwenyezi Mungu unakuta kama yupo kimya. Bwana Yesu asifiwe. Tena Mwenyezi Mungu anasema yeye hajawahi kaa kimya. Katika ukimya wake yapo majibu, katika kuongea kwake yapo majibu. Hivyo ukimuomba Mungu katika tatizo hilo ambalo unakutana nalo, ukakuta kwamba wewe, ukakuta kwamba wewe ujibiwi wakuta kwamba kuna ukimya, ndani ya huo ukimya ndimo yalimo majibu ya swali lako. Bwana Yesu asifiwe tena. Ukisoma kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya kumi mstari wa kumi na tatu kinasema kwamba jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hatawacha mjaribiwe kupita muwezavyo lakini pamoja na lile jaribu atafanya mlango wa kutokea ili mweze kustahimili. Bwana Yesu asifiwe tena hivyo katika jaribu ambalo unakwisha kulipitia, usichunguze hilo jaribu utatoka vipi. Kwa sababu moja kwa moja Mungu anapokuwa ameachilia jaribu moja kwa moja, anapotaka kukutoa katika tatizo, atakutoa katika njia zake zisizochunguzika. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo, moja kwa moja, usiliangalie tatizo au usiangalie ukubwa wa tatizo, mwangalie Mungu ambaye amelusu hilo tatizo. Bwana Yesu asifiwe tena hivyo. Katika matatizo ambayo tunakutana nayo, ambapo tunakuta tunakuta kuna ukimya mbalimbali, ukimya katika biashara, ukimya katika ndoa, ukimya katika kazi zetu, ukimya katika vita, pale ambapo adui anakuwa ametuibukia tunasema kwamba ukisoma kitabu cha Isaya sula ya sula arobaini na tatu mstari wa 19 unasema, tazama nitatenda neno jipya sasa litachipuka, je hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Bwana Yesu wasifiwe tena hivyo katika ukimya wa Mungu, katika ukimya wa Mungu yapo majibu ambayo moja kwa moja yapo, ambayo yanakuja katika ukimya, ambapo yanakuja yanatokea moja kwa moja katika ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe tena hivyo. Katika jambo ambalo la kulitambua kwa makini. Unapokuwa upo katika jaribu hilo, katika ukimya, kwamba limetokea tatizo, lakini upo ukimya, inatakiwa utambue kwamba katika ukimya huo yapo majibu ya Mungu mwenyewe, ambayo imefika. Ni kipindi kwamba anakujibu kupitia ukimya wake. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo jambo la kuzingatia Usije ukaabudu miungu mingine au ukajaribu kwenda katika njia nyingine tofauti na Yesu Kristo, kwa sababu huo ni mtego ambao utakufanya utokee katika njia zile ambazo zisizofaa. Mwisho wa siku utanaswa na mtego wa adui, utashindwa kurudi pale ulipo anzia. Bwana Yesu wasifiwe. Tena ukisoma katika kitabu cha Wafalme wa pili Wafalume wa pili sura ya kwanza mstari wa pili paka wanne unasema hivi: na azi akaanguka katika dirisha la chumba chake orofani katika Samaria, akaugua. Akatuma wajumbe, akawaambia, enendeni mkaulize mka kwa Barzebabu, mungu wa Ekroni, kwamba nitapona ugonjwa huu. Lakini malaika wa Bwana akamwambia Eliya mshibi ondoka uende, ukaonane na wale wajumbe wa wafalume, wajumbe wa wafalume wa Samaria ukawaambie, Je, ni kwa sababu ni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli hata mnakwenda kuuliza kwa baal-zebabu mungu wa Ekroni? Basi sasa, Bwana asema hivi, hutashuka katika kile kitanda ulichokipanda, bali akika atakufa elia akaondoka bwana yesu wasifiwe tena tunaangalia hakuna jambo baya kama ukakumbana na jaribu wewe ambaye uko upande wa israeli ambao ni upande wa mungu umeshamtegemea mungu na kuna nguvu tayari umeshazisikia katika mungu alafu unakuja unajaribiwa katika tatizo dogo tatizo dogo ukasahau mambo makubwa ambayo Mungu amekwisha kukutendea. Tunaangalia kama huyu haazi alipata jaribu la kudondoka katika dirisha, moja kwa moja akawatuma hawa waende wakaulize kwa miungu mingine kwamba, je, atapona au atakufa? Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo katika hili Mungu alimpiga pigo na pia mtu huyu alikufa kwa sababu akumrudia yule Mungu ambaye moja kwa moja mwanzo alimtoa katika njia mbalimbali mbali za hatari, lakini moja kwa moja akasahau wema wa Mungu huyo ambaye ndo Mungu wa Israeli. Bwana Yesu wasifiwe. Tena hivyo Mwenyezi Mungu anaonya sana katika ukimya wake. Katika ukimya wake inatakiwa moja kwa moja usubili majibu yake, kwa sababu Mungu ni mwaminifu ambaye moja kwa moja awezi akatoa jaribu alafu asiweke njia.